Hello guys, what's up my good people? It's a boy Binai, welcome to the Binai. Uh, guys hapa mwisho tumeambiwa kwamba mtoto yuko na made na, kwa kitu enye imefanyika hatujafurahia kabisa kabisa. Nilikuwa nimeonya na nini ndugu yangu hapa Martin, nikamwambia kwamba tungoje daktari, lakini akuwe na uvumilivu kwa sababu nadhani uchungu ya mtoto, eh, Lakini pia, eh, wacha tuachia hapo hiyo, tuendelee na mengine tuweze kujua venye mtoto anapatikana madhukwaje. Hmm, hmm. Hapa tumekutafuta na tumekutafuta hmm. e, ni Cindy ametuambia kwamba hmm. wewe ndio uko na mtoto hmm. na ikakuwa vizuri sana tuseme, tukasema acha tukutafute, tuongee na wewe, tujue venye hii maneno inaisha, kwa sababu inaendelea kuwa ngumu, inaendelea kuchemka kila wakati. Hatutaki mambo ya vita, hatutaki mambo ya dramas. Madhe tafadhali, eh, hatutaki. Nataka tu tuongee kuelewana. Ndio maana nikakupigia simu nikakwambia ufike hapa hmm. na huyu mwenye tuko naye hapa ni daktari ni daktari Magongo. E, ataweza kuongea nawe pia kidogo ili uweze kumjua zaidi daktari. E, hukowaje e? E, mi niko salama mm. pole sana tumeenda kinyume na, na mambo ma yako ambayo ulisema. Mm. Yeah, pole sana. Kwa hiyo kwanza e, nimeshukuru ingawaje, mm. niko na hasira kidogo mm. unajua mi huwa napenda kufanya kazi kwa mipangilio mm, e, nikipanga kitu na napenda ikuwe vile nimesema najua sasa mkianza kufanya mambo kivyenyu mimi hata naona ndawaachia nyewe wenyewe muendelee vipi hali imefikia sababu tulikuwa tumeongea vizuri nikamwambia kwamba kitu cha kwanza nilikuwa nimeongea na huyu kijana nikamwambia asira e, mambo na vurugu e, mambo na vita matusi huu asipendi huu anapenda kufanya mambo kwa utulivu na nilikuwa nimemwelezea kuna mambo mengi ambaye atatokea na ambaye anahitaji uvumilivu lakini vitu ambayo imetendeka mimi janifurahisha hata kidogo. Na niliwaambia mningoje ili twende wote, sababu ningekuwa hapo mambo ingekuwa rahisi, lakini vile mmefanya vile wenyewe, mnaona sasa faida gani? Mliniita niwasaidie hii kesi, unajua, kama mnaona mnaweza jifanyia wenyewe, si hata basi ni, mi niende tu. Hapana daktari, mimi, mm. mm, nasema pole, sikufuata ushauri wako. Uh, ni vile tulifika pale na ile hali nilipata nayo Sindi na huyo mwanaume iliniuma kama mwanaume e, nikashindwa kujizuia lakini, uh, mimi nasema pole sana Daktari, si kufanya kimaksudi kwenda kinyume na maagizo yako. Ni vile tu hasira zingine inakuja na inapanda mtu mpaka inamzidi kujicontrol hu, lakini Ninaahidi sitafanya hivyo tena e. Najua mi nilikuwa nimekuambia tu hapo, nilikuwa nimekuambia mm. vile kazi yangu inafanyika na nikakupea sheria zote mm. Nikakwambia hii na hii na hii na ukasema umeelewa, na kama hii ndio mwanzo umeanza kufanya namna hii e, sasa huku mbele sinaona tutasumbuana tu, hapana, utasumbuana we. Nisaidie tu mara ya mwisho, haitarudia tena, kuna tena mahali pengine nitaenda na hasira unajua mm. sasa umeshaanza kuonyesha mapema mm. kwamba wewe ni mtu utanisumbua unaona ni vizuri ufuate maagizo vile mtu amekuambia na kazi itafanyika hii kazi mimi nimejitolea kukusaidia na mimi nikikuja. nilikuja kama nimejipanga na kila kitu ambaye inaendelea mimi naona ndio maana nilikuambia uningoje msiingie hapo kabla sichafika Saan, yeah. Pole sana daktari, mimi sitarudia tena. Sindi amesema wewe uko na mtoto na ndio sababu tumekupigia simu, uko na mtoto mm. tukakupigia simu na daktari pia kafika. Tushakupigia simu na pia tulikuwa tusha, nilikuja kuomba mtoto kwa uzuri, lakini mlikataa kunipatia. Ilibidi nitafute daktari anisaidie. Vile, Ui, mtoto ndiye alinieleza mpaka pali Sindi yako, nikaenda nikapata Sindi na mwanamume mwingine anatembea na wanaume, alafu nakuja nashika mtoto wangu. Ata kuniulia ndiye amenipigia sima, kaniambia pali Sindi yako daktari, na vile nimeenda. Wewe, sikia, ni daktari na kuna uwezo wa kuona mtu pala, pala, pala, kitu anafanya pali yako na kitu anapanga hata sasa hajua chenye unafikiria. Hey, mama, habari yako? Unajua hata hatujasalimiana mimi niongeleshangu ina mtu amejifunika funika uso funo, hiyo kitu niongeleshe, ukoma umni mada, tukuwe na heshima tafadhali, tafadhali. Wewe hii ni mambo gani naitiwa hapa, nambua sijui daktari amejifunika daktari, funika funika hivi. Mimi nilikuwa nadhani ni mtu anakuja kutuchapia comedy hapa, uaishwenye tumekutafuta nayo sio ya daktari. Usikize daktari, mbona mahe umekuja hapa bila mtoto Sindi amesema ulikuwa wewe ndio uko na mtoto. Mbona umekuja hapa bila mtoto? Sielewi na usikaje hapa. Mtoto wangu amesema wewe ndio uko na yeye. Na ndio sababu umekuja hapa mimi nikupigia simu nikijua utakuja hapa na mtoto. Nikupigia simu uliniambia nikuje na mtoto. Walisema uko na mtoto. Sasa kama uko na mtoto unakujaje na una mtu nyumbani umeacha mtoto na nani? Mtoto nambeba kila mahali naenda. Nasa kuna mtu mwingine nyumbani umeachia nani mtoto? Ha? Kuna watu wengi sana wa kuachia mtoto. Mtoto si sasa si, si, tunisheni si, si, kibabara naye kila mahali. Mtoto ako nyumbani? Eh, ako nyumbani. Mwisho tukikuja hapo hako kwa hapo alikuwa wapi? Ha, alikuwa ameenda kwa neiba kucheza. Sasa unasikia hizi ni ukora, juu walisema mtoto hayuko karibu, alafu sasa hivi anasema mtoto alikuwa kwa neiba. Haya, Cindy amesema vizuri, mtoto ako na madhe. Madhe huyu amekuja hapa bila mtoto. Mimi ukinipigia simu uliniambia nikuje hapa, hakuna mahali uliniambia kuja na mtoto kuja sijui na nini. Sasa nafika hapa nawasikia na mnaongea mambo ya madaktari, mambo sijui ya nini, sielewi nimeacha kazi yangu biashara nilikuwa nafanya, nikakuja hapa. Mimi nilikuwa nimenyamaza hapa, nawapatia time, nilikuwa nawasikiza kila kitu wenye mlikuwa mnasema, na mimi sielewi hu ni daktari wa nini? E, mama. Ni mchawi ama ni mganga? si yeah. Mganga okay, na si mchawi. Pole sana kama, pole sana kwa sababu labda ndio mara ya kwanza mi nawea kupatana E, lakini mimi ni mtu ambaye anajulikana na huwa anakaa hivi pole sana, kama nimekusudia. Lakini najua umeogopa, sababu mambo yako yanaenda kuanika wazi. Lakini mimi nimetafutwa na huyu kijana, na chanzo cha kunitafuta unajua, um, ako na matatizo ambayo yamemsukuma na akasema kwamba daktari, kuja usimame na mimi, sababu mimi ni mtu ambaye huwa anasaidia watu pahali ugumu iko najaribu huwa nakuja kutatua kidogo. Na huyu kijana amenitafuta kupitia huyu Binai, akanieleza, amenieleza mambo yote vile ilikuwa nkwa na... Ebu, ebu ebu, umeongea sana hmm. Wewe ni daktari wa nini? E, mimi ni daktari tu wa kushughulika na mambo hii ya kawaida tu. kawaida gani? Hmm, kusaidia watu wewe unataka kujua daktari wa nini? Utulie, unaniwestia time already, ushanikasirisha. Sikiliza daktari anashinda akienda naye, nilishapoteza kitambo sana na wewe utaendelea kuniwestia time. Nimemuuliza tu swali moja wewe. Daktari wa, wa, wa, wa, wa. Daktari daktari, daktari wa kienyeji daktari. Nadhani umenipata, ungeniambia umeniletea mganga, wacha kushinda kina meda daktari daktari daktari. Haya sasa, umeona ume, ume solution ni kwenda kuita huyo mganga, ama ni mchawi, ama kuna tofauti ya kuja... mganga na daktari? Mimi sijakuja, amesema yeye mwenyewe, yeye ni daktari wa mw. sijui wa mganga, tumesema tumesema nani? Najua si vizuri vile unaendelea kuongea hivyo, na heshima ni kitu ya maana, sababu hakuna mtu amekuja hapa na kelele na shangaa. Umeanza unajua, nimeacha kazi zangu nikuja hapa So lazima mnieleze nimekuja pa kufanya nini? Hmm. Si unajua kitu ambaye ametuleta hapa ni kesi ya huyu kijana mimi. Huyu tulishamalizana naye ile wakati nilimfukuza nyumbani, sijui hapa amenitia nini. Hata nilikuwa nadhani ananitia hapa hivi maybe kushughulikia mambo yetu, ile yenye nilikuwa nimempropozia, kumbe ni ujinga hii ndio ulikuwa umenitia. Sawa, daktari, unasikiza hayo mambo ya huyu mama. Ndio maana nilikuwa nimekuambia kwamba mambo ambaye yaka hapa mm. anahitaji ufuate sheria vile ndakueleza na vile kazi inafanyika. Unajua, ukienda kinyume mambo itaharibika. Hey mama, sasa huyu kijana vile nilikuwa nimekueleza, unajua sisi watu wazima, mambo ya kushinda tukibishana kuongea hapa na pale kurushiana maneno si vizuri, unajua, kuongea ni vizuri na heshima ni kitu ya maana, na tutajua vile tutasuluhisha hii maneno. Huyu kijana ako na matatizo na ambaye inamsumbua sasa, ametafuta solution, akaona akimbililie wachawi na waganga. Sasa ubokuja na mganga ndio ututishie huyu? Si mganga mate, ah, huyu si mganga. Nimeshinda nikiuliza daktari wa nini, amesema daktari sijua miti shamba, daktari wa miti shamba ni mganga. Sasa umezunguka kuote kona, utuletee mganga tutishie madhe, sufanyaje kama, hey, kuna mtoto, mrudishie huyu mtoto wake, tafadhali. Mi nilikupatia solution, nilikuambia unichukue mimi na mtoto, ungeshindi unge ukisumbuka napo, ukiendea mchawi ama, hmm, mganga. Sasa madhe, unaona kama hiyo kitu ni hiyo kitu ya, yani, ni kitu unaweza ambia nani Martin akuchukue we, na akuchukue wewe na mimi. Na feel like, ni kama amekuja kututishia hapa. Ni mtoto wako na ni Cindy akisikia maneno unasema hii ye, yeah, akuchukue na mtoto. Unadhani Cindy atatolerate hii ujinga? Ati sijui kuna daktari sijui, Cindy ndo alikuambia kwamba mchukuane na Martin? Hapana, mimi akuniambia chochote na, na, sasa mbona unamwambia akuchukue wewe na mtoto Uliambia Sindi maneno nilipropozia, only the way to solve the situation ni kunichukua mimi na mtoto. Je, tuanze ile mambo yetu? because nilikuwa already nishampatia the proposal. Awa wenyewe wanakuja pia, ilikuwa mpango, kila kitu ni mpango, hata shapigia hawa simu anakuja tena What? Na kama ya, ni Cindy kama umefika basi naomba tu tutulie ukifika na unafika na hiyo na, na machungu hiyo unaanza kuongea hivyo. Acha yeah, yeah, yeah. You know... kuongea takataka mara sijui nini. Ukifika tu fika kwa heshima tulete kiti ukae chini ili tuongee. Huh? I didn't

Unajua, haitakuwa vizuri tuanze na drama. Tafadhali tukae hapa so, chini okay. This guy yeah. Uh... tuongee oh. So, the yeah, ah, no, ndugu yangu, like hapana tusikuja na madharau hivo, msikuja ah, na madharau Uh, mwenye alikuwa pale hivyo, yeah, mkunyaribia sherehe yangu uh, uh, okay. With this idiot here again. Matusi, tuachana naye, kae chini. Tumekuwa tuna meeting hapa pole pole, hatujakuwa na drama yote matusi my hope, my... I, hope, so, chini. I hope it's not

Madhe, mbona umetumia watu location kukuja hapa? Kwa haribu meeting ama tulia tutuonge. Martin, punguza hasira juu ya daktari. Umetaka kuharibu meeting? Ni nini unafanya hiyo umetaka kuharibu meeting? Ah, mimi sijaribu meeting. Sasa si huyu umetumia Sindi location kukuja hapa kufanya nini? Nimemtumia, si kwa sababu sikuwa najua kama niko safe, jua venye mati na litoka last time venye tulimfukuza. Kumbuka nilikuwa nimemshikia panga. So nikimtumia, nilikuwa namwambia tu hata akuje aone kama nitakuwa safe. Na madhe kutumia Sindi location. Kwani hadi mganga pia mnatuitia hapa? Nimeitwa, nimeitwa na huyu ananiambia, ti sijui nilikuwa na kunifanyia na mtoto sijui ni. Kwani wanataka kuturoga? Amekuja kututishia na mganga. Mimi sijawaita hapa. Unaitwa nani my brother, tafadhali? Aja kwambia anaitwa nani, aja niambie anaitwa nani, niambie tu jina lako tafadhali. Mwenyewe Kidero, sio sisi tumekuita hapa na sio sisi tumeita Cindy hapa. Ni maadendi amewapinia location, mkafika hapa. Tutulie tu tafadhali. Si maadendi amewaita hapa? Labda mwenyewe aelezee mbona amewaita hapa. Lakini si tumekuwa meeting, venye tumekuwa hivi watu wanne hapa ishu iko hapa, ni venye tunapata mtoto wa nani, wa Martin. Nimeona nimesikia huyu anasema ni mtoto wake, mara huyu ni mtoto wake man mwenye anajua amezalisha bibi. Cannot frustrate the life of a baby, baby mama wake. Kwani huyo mtoto naye si, we are connected. Huyo mtoto is only 3 years, unafikiria kinieka through all those stress and frustration, mtoto naye Wana, is, uh, it, uh, uh, nikulize kijana young man, <laughs> do you know even the last name of that kid? Ama unajua tu anaitwa baby? It's okay, he is not even worth explanations. He is not so, umetuta meeting ah. Tulia <laughs> unajua the last name ya wako mtoto young, ma, young man, I'm talking to you daktari, can I talk Tukuwe tunaheshima, tafadhali. Tukuwe na heshima

Ni mimi nilipush. Ulikuwa hapo hata OC. Ulikuwa hapo hata nilikuwa labor. Were you there? Nani alisign hata hiyo papers za hapo kuzalisha kama husband huu? Ulikuwa hapo. You were never there. So don't. Don't bring me your crap, my guy. Wanajua kila kitu itaanikwa wazi, hey. na kuna mambo ambayo hmm. ningewaanikia wazi lakini tafadhali tukuwe na, na tuache vurugu, tuache vurugu sababu tumekuja hapa kuongea Hatujakuja kuja furugu, tafadhali. Kama mtatupea muda yenyu kidogo, hata mmefanya vizuri kufika, sababu mmefika, yes. kwa wakati

na. family hey. What's the problem? What's the problem? Babe, Babe, ebu, can you Don't Don't Don't tell tell me. No. Do, do, do, me. Don't tell me No. is is is what what is going on here. He's my my son. Free He's free my my son. be free with me. Too much because I I didn't need to There is how you guys were signaling and what am I not getting? Listen, listen. Mom alikuwa ameniambia anataka pesa fulani anataka nimtumie ya kufanya project zake So, since when a, tena ona, una una ah uh, sasa wewe na wewe kuingilia vitu mingi ni nini this family? so, so you want this... me or you want want me me or mama. Stop pointing me, acha kunipoint, acha kunipoint. Nilikuita hapa hapa juu, wapi mtoto wangu? Umeni waste time kuniita hapa hivi ati ndio uweze kunitishia na huyu mganga wako. Nilikuita tu hapa na swali moja tu, wapi mtoto wangu? mimi nakwekea nga mtoto wako you know i'm i'm I'm even fed up with all this this crap of of this I don't even want to call you anymore by the way you don't even deserve any respect <laughs> so if you uh, mko hapa to do anything meaningful worth our time because as you can see we don't have all that time to fall this nonsense

time. wako. Na nani, you will never get your kids. Angalia venye siti yako inakaa. Unakaa tu mganga yenyewe, hata mwenye ameshindwa na maisha. Look at you. Ameenda. Niache. The kind of kwa kwa lakini, lakini, lakini. Lakini, Nes... Unajua vita sio suluhisho. Vita sio suluhisho ah, wachana yeah, na waende yeah, yeah, sababu yeah, yeah. Nimejaribu kuambia wakae chini tuongee. Wamenidharau hata mimi. Unajua ukiongea na mtu ambaye yako juu solution ni unyamaze tu, ukiasema kubishana na yeye mtaongea, mutapishana hapa mpaka jioni, na hakuna solution ambayo mtakuwa mmepata. Maana nilikuwa nimekuambia hata kabla tujaanza hii eh, nini eh, kuwa mtulivu na ujaribu kutuliza hasira zako. Unajua, mara ya kwanza umekosea, lakini nimeweza kukusamea, na mimi vile nimefika hapa, na nadhani ulikuwa umeona kazi zangu, na unajua vile mi nafanyanga kazi, si ndio? Mm. E, sasa ukuwe mtulivu, mimi sipendi fujo. Unajua sababu hapa tungesema nivuje ni hapa ingekuwa watu wameumizana, na hakuna solution ambayo tungekuwa tumepata, si ni ukweli? Mm. E, sasa wacha waende, hiyo ni kitu ambaye wanye watajionea tu hiyo, isikupea wasiwasi sababu, sasa nafani ngoje siku ngapi hivi, na niulize hawa watu wenye wamekuwa hapo, wao walikuwa wanaona wanafanya nini hapo? Kwa sababu wewe ndio umeona huyu huyu huyu mtu mwenye alikuwa anaita mother in law, sijini mtaya ya tabia gani? Imagine sasa, si huyu jamaa mwingine sasa amekuja tu ni bwana ya yes. sana wake wanakanyagana hapa mguu wakifinyiana macho, sasa hiyo ni tabia yake. Unajua kitu ambayo mjui kuhusu huyo mama mm. Na ni vizuri niwaeleze. Najua huyo mama ni mtu ambaye alioleka kama bado ni msichana. Mm. Yeah, huyo alikuwa mm. ameoleka kwa mzee, na hakukuwa na hii muda ya kufanya hizi vitu na mzee alikufa kama bado hajatulia mama mm. ambaye alikuwa ametulia, ndio unaona vitu ambaye anafanya hivi sasa. Ndio maana nilikuwa nimekuambia ungeingia kwa hiyo mtego, pia wewe ungekuwa hatarini, lakini nashukuru Mungu ulitumia busara na hekima e. ni mtu ambaye ni vitu ambaye anafanya sio kitu kigeni. Najua nyinyi mnaona, lakini mimi nilishamuona kitambo, ndio maana hata hakutaka tukakae chini tuongee, sababu wakati aliniona hapa mm, unajua mimi damu yangu na watu wabaya huwa hivutani mndu mm -hmm. E, mtu mwenye ako na vitendo vibaya akiniona tu na moyo wake inaanza kupiga tu ana amani kupiga tu ana amani e, sababu anajua ndamchambua kila kitu tabia zake e, lakini vile wameenda hiyo sikupewa wasiwasi. Kijana, kazi yako mimi nimesema na kushukurikia na kila kitu itakuwa sawa. Wewe kuwa mtulivu, na vile nimefika hapa, kila kitu iko sawa. Ukiniona tu hivi ni ngoje siku kama ngapi hivi kwa kwanza kutarajia matokeo mimi vile nimefika hapo, ukiniona tu hivi jua matokeo imeanza kuonekana mm. kiniona sawa. hivi jua matokeo imeanza kuonekana sawa. Asante sana Binai. mm -hmm. Mi nashukuru mm -hmm. Ee, wacha unajua, leo siku hata nimepanga kutoka nyumbani nime, nikifanya mazoezi mm -hmm. Ndio, nime, sana, Asa, na vitu mingi sana sasa naomba mimi nirudi kwa nyumba. Nituliza akili kidogo, hata ni freshen hmm up lakini, acha tungoje tuone daktari akona mpango gani next, ndio uende, sawa?